Akiwa na umri wa miaka 36, Kapteni wa Burkina Faso Ibrahim Traore ndiye rais mwenye umri mdogo zaidi duniani, kinyume kabisa na kiongozi wa wastani wa Afrika mwenye umri wa miaka 63. Alichukua wadhifa huo Septemba mwaka 2022, baada ya kumpindua Luteni Kanali Paul Henri Damiba ambaye alikuwa amempindua rais wa zamani Roch Kaboré mapema mwaka huo. Misingi ya utawala wa mapinduzi ya nchi imekuwa migumu. Wiki iliyopita, serikali ya kijeshi ilinusurika jaribio lingine la mapinduzi, moja kati ya kadhaa tangu Traoré aingie madarakani. Katika taarifa yake ya uzinduzi, Traoré alisema Burkina Faso inakabiliwa na dharura akitoa mfano wa migogoro ya usalama, ulinzi, afya, hatua za kijamii na miundombinu. Aliahidi kupambana na ugaidi na kuzingatia ratiba ya mpito iliyokubaliwa na Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika Magharibi ECOWAS ambayo ililenga kurejesha utawala wa kidemokrasia ifikapo tarehe mosi Julai mwaka 2024. Hata hivyo, Burkina Faso tangu wakati huo imejiondoa kutoka ECOWAS na kuunda badala yake muungano wa mataifa ya Sahel na Mali na Niger, nchi ambazo pia zinaendeshwa na tawala za baada ya mapinduzi. Chini ya mpango mpya wa mpito wa Burkina Faso, Traore anaweza kusalia katika nafasi yake hadi angalau mwaka 2029. Umaarufu wake umeongezeka tangu kupaa kwake madarakani wakati wa kuapishwa kwa Rais John Mahama nchini Ghana tarehe 7 Januari mwaka 2025, Traore alipokea makofi makubwa zaidi ya wakuu wote wa nchi 21 wa Afrika. Hii ilionyesha sio tu umaarufu wake, bali mwelekeo wa uvumilivu kwa utawala wa kijeshi barani Afrika, haswa miongoni mwa vijana. Afrobarometer inaripoti kuwa karibu theluthi mbili ya Bukinabe wanaamini kuwa jeshi linapaswa kuingilia kati wakati viongozi wanatumia madaraka yao vibaya. Kadhalika, asilimia 66 wanakubali utawala wa kijeshi kutoka asilimia 24 mnamo mwaka wa elfu mbili na kumi na mbili. Ukweli kwamba uchunguzi huo ulifanywa wakati nchi ilikuwa chini ya utawala wa kijeshi unaonyesha kukubalika kwa ujumla kwa utawala ingawa Umaarufu wa Traoré unaenda zaidi ya kukubalika kwa utawala wa kijeshi. Ameanza mageuzi makubwa ambayo yanafanana na wengi wa Bukinabe. Haya ni pamoja na kubadilisha nyongeza ya mishahara ya mtangulizi wake kwa maofisa wa serikali huku akibaki kwenye mapato ya cheo chake cha kijeshi cha kapteni. Kama sehemu ya juhudi za kumiliki rasilimali za madini, Traore ametaifisha migodi miwili ya dhahabu na kuacha kusafirisha dhahabu ambayo haijasafishwa hadi Ulaya. Badala yake amezindua kiwanda cha kitaifa cha kusafisha dhahabu kinachotarajiwa kuchakata tani mia moja na hamsini kila mwaka. Mafanikio mengine makubwa ni pamoja na kuanzisha kituo cha kitaifa cha usaidizi cha usindikaji wa pamba kwa kisasa kujenga uwanja mpya wa ndege na uwekezaji mkubwa wa kilimo. Ingawa haya ni majaribio mazuri ya kuifanya Burkina Faso kuwa ya viwanda, nchi hiyo lazima isianguke katika mitego ya kawaida ya uzembe, ufisadi na usimamizi mbovu ambao ni sifa ya mashirika mengi ya serikali za Kiafrika. Zaidi ya hayo, Traore amekataa usaidizi wa kifedha kutoka kwa shirika la fedha la kimataifa la Benki ya Dunia, akisisitiza nchi inaweza kujiendeleza bila mikopo na masharti ya Magharibi. Kwa wengine, hii ni onyesho la Waafrika kushughulikia mambo yao wenyewe. Kwa vijana, utawala wa Traore ni nafasi ya kuonyesha kile ambacho vijana wanaweza kufikia, lakini kwa Wabukinabe wengi wa kawaida, kipaumbele ni kuboresha ao za maisha ya kila siku. Wakati wa kuongezeka kwa kutokuwa na uhakika duniani na kupungua kwa misaada ya kimataifa, Afrika lazima ijitahidi kujitegemea na kudhibiti rasilimali zake. Kama ilivyo kwa nchi nyingi za Kiafrika, Burkina Faso imebarikiwa kuwa na mali asili ambayo ikiwa itasimamiwa vizuri inaweza kubadilisha maisha ya raia wake. Nchi ina rasilimali za madini na inazalisha kiasi kikubwa cha dhahabu, zinki, shaba, magnesi, fosfeti na chokaa. Pia ina akiba ya almasi, bauxite, nikel na vanadium ambazo nyingi hazijatumiwa. Nchi imepata mafanikio Pato la taifa yani GDP katika kiwango cha ubadilishaji soko liliongezeka kutoka dola 3.2 bilioni kwa mwaka 1994 hadi dola 18.3 bilioni kwa mwaka 2023, na, na, na umaskini uliokithiri ulipungua kutoka asilimia 83 hadi asilimia 27.7 katika kipindi hicho. Lakini changamoto kubwa zimesalia kulingana na ripoti ya maendeleo ya binadamu ya mwaka 2023-2024, Burkina Faso imeainishwa kuwa na maendeleo duni ya binadamu na imeorodheshwa ya 185 kati ya nchi 193 kwenye kielezo cha maendeleo ya binadamu ilichukua nafasi ya 149 kati ya nchi 167 kwenye fahirisi ya malengo ya maendeleo endelevu ya mnamo mwaka 2024, na na kwenye fahirisi ya umasikini wa multidimensional, na asilimia 64.5 ya idadi ya watu ni masikini wa pande nyingi. Hata hivyo, uchumi una ahadi kubwa. Utafiti wa hivi majuzi wa timu ya taasisi ya mafunzo ya usalama ya African Future and Innovation unaonyesha kuwa uchumi wa Burkina Faso unaweza kukua kwa wastani wa asilimia nane kutoka mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano hadi mwaka wa elfu mbili na tatu. Hii inaweza kutafsiri kuwa pato la taifa la ziada kwa kila mtu la dola 1120 juu ya utabili wa biashara kama kawaida na kupunguza umasikini wa kipato hadi asilimia 2.6 tu ya watu. Hii ina maana kuwa zaidi ya watu milioni 2.4 wa Bukinabe wanaweza kuondolewa kwenye umasikini ifikapo mwaka 2043. Utafiti huo ulibainisha mageuzi ya utawala kama muhimu katika kufungua uwezo wa maendeleo wa nchi. Hakika utawala bora unaweza kuinua pato la taifa kwa kila mtu kwa dola 240 zaidi juu ya utabiri wa biashara kama kawaida, na kuwaondoa wa Bukinabe laki tano kutoka katika umasikini uliokithiri. Kwa hili Traore, lazima aongoze nchi katika kushinda kukosekana kwa utulivu wa kisiasa, itikadi kali kali na taasisi dhaifu marekebisho ya kitaasisi na kimiundo yanahitajika ili kuimarisha usalama, uwajibikaji, ufanisi wa sekta ya umma na ushirikishwaji wa utawala. Kipaumbele cha haraka ni kushughulikia ugaidi ambao ulisababisha hasara ya takribani asilimia 40 ya eneo la nchi, kudhoofisha mamlaka ya serikali na uwezo wa kutoa huduma za umma kwani maelfu ya shule na vituo vya afya vimefungwa katika maeneo hayo. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi linakadiria kuwa zaidi ya watu milioni mbili ni wakimbizi wa ndani na wanaohitaji msaada wa kibinadamu waliongezeka kwa asilimia 35 kati ya mwaka 2022 na 2023. Kinachofuata ni kujenga taasisi imara na kuimarisha zilizopo ili kuboresha ufanisi wa sekta ya umma na kupambana na rushwa. Serikali za mitaa lazima ziwezeshe kwa rasilimali na uwezo wa kutekeleza programu za maendeleo zinazoendana na mahitaji ya jamii. Katika muda wakati nchi lazima ibadilike kuwa utawala wa kikatiba ili kuhakikisha uthabiti wa kisiasa na uhalali unaohitajika kuendesha ukuaji wa uchumi. Hili pia litaongeza imani ya wawekezaji na kuruhusu Burkina Faso kuvutia uwekezaji wa moja kwa moja wa kigeni unaohitajika kwa maendeleo yake. Umoja wa Afrika, mashirika ya kitaifa na washirika wa maendeleo wanapaswa kuunga mkono mpango wa mpito wa miezi 60 ili kuhakikisha mpito mzuri kwa demokrasia. Hii si mara ya kwanza kwa mtu mwenye mvuto kama huyo kujitokeza katika ulingo wa kisiasa barani Afrika. Viongozi wengi wa wanamapinduzi walianza hivyo hivyo, lakini baadaye wakapotoka huku waking'ang'ania madaraka. Nchini Ghana, Jerry Rawlings mwenye umri wa miaka 32 alipewa jina la utani la Yesu mdogo, aliibuka mwishoni mwa mwaka 1979 katika mapinduzi ya umwagaji damu, kupiga vita ufisadi na kusa